naam mtazamaji wa Trend TV bwana mmoja kati ya vitu ambavyo vimemeka headline huko mtandaoni bwana ni kitendo cha mfanyakazi wa media ya Crown FM e, nadhani kila mtu atakuwa anafahamu kwamba Crown bwana ni media ambayo inamilikiwa na Ali Kiba e, ni media ambayo ipo sasa hivi ni takriban miaka mitatu hivi kama sikosei na ni media ambayo kiukweli inafanya vizuri sana katika media ambazo zimekuja na zikafanya vizuri basi Crown ni mojawapo Sasa pale Crown kuna wafanyakazi mbalimbali ambao wamekuwa wakifanya kazi hapo, na moja kati ya watangazaji ambao wanafanya kazi pale Crown ni bidada huyu ambaye anafahamika kwa jina la Blessed Tila eh. Huyu Blessed Tila bwana ni moja kati ya wafanyakazi wa Crown ambaye huwa anafanya vizuri sana, anafanyaga interview na watu mbalimbali ambao wanapataga fursa ya kuzungumza nao akini pia vilevile hivi karibuni bwana kuna hii video ambayo yeye mwenyewe ameiposti kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa yuko katika ofisi za Media Group, anazungumzia ofisi za crown zenyewe paleqartes bibia huyu ambaye ni mtengezaji pale, ameposti video ya challenge hii. Challenge bwana ni challenge ya wimbo Planams ambao unakwenda kwa jina la nani? kama unavyoelewa sasa hivi, hapa huko mitandao ni bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo vina trend kwelikweli ni hii kazi ambayo inakwenda kwa jina la nani Unda ambayo imetolewa na na na Diamond Platinum. Sasa hii hii nani nani, na watu ambavyo wameonyesha jinsi gani kuikubali na kuipenda ngoma hii ya kucheza kule mbele ya ile ambayo alianza mbele ya gari na record then akaposti, kila mtu wake wamekuwa wakifanya hivyo kama kufanya challenge ya hii ngoma ambayo inakwenda kwa jina la nani. Sasa binti huyu ambaye anakwenda kwa jina la Blessed Tila na yeye naye pia amefanya hiyo challenge ya wimbo huo wa nani wa Diamond Platnumz akiwa yuko katika ofisi za Crown FM, e, jambo ambalo kiukweli limewafurahisha watu wengi sana, na katika page yake, moja kati ya content ambao zimeenda zaidi ni hii hapa, ambayo amefanya hiyo challenge ya huo wimbo wa nani wa Diamond Platnumz. <laughs> So at the end of the day, ni kwamba Diamond bwana amevutiwa na hiki alichokifanya. Obviously, sasa hivi ni kwamba watu wengi sana ambao wanaparticipate katika hii challenge ya nani, basi moja kwa moja Diamond huaga anaenda ku comment, kama sio ku comment basi at least ataireposti katika kurasa zake za mitandao ya kijamii So the same pia kwa binti huyu ambaye ni mfanyakazi wa Crown Media pale ya Alikiba alivyofanya hii challenge ya hii ngoma ya nani, alafu then akaposti hiyo video, alafu akaandika ujumbe akiwa ameuliza kwamba hivi mapenzi kazini yanaruhusiwa, au nitapewa au nitapigwa barua yaani akiwa anamaanisha kwamba hiki hii ni challenge ambayo inawahusisha wapenzi. Sasa kitendo cha yeye kuposti video hiyo, kuonyesha kwamba vile na yeye naye pia yuko na mpenzi ambaye ameingia pale kazini, na ameuliza hivyo kama utani, na Diamond bwana akaenda kujibu. So, kwa mujibu wa Diamond Platnumz bwana ameenda ku comment katika hii page ya huyu binti, moja kwa moja akaandika kwamba yanaruhusiwa, ila bosi asijue, akijua umeisha. Akiwa na maanisha kwamba bwana e, binti kama yeye naye pia ana mpenzi huku akiwa yuko kazini, halafu anauliza kama je, mapenzi yanaruhusiwa, yanaruhusiwa au la. Ni kwamba kwa mujibu wa Diamond amesema kwamba mapenzi yanaruhusiwa kazini, lakini bosi asijue, kwani akijua umekwisha. Anamaanisha kwamba bwana bosi akijua kwamba kuna mahusiano ofisini, basi moja kwa moja lazima utapewa barua, kazi mwisho. So Diamond bwana ameenda kucomment katika page hiyo ya huyu binti ambaye anafanya kazi pale Crown, eh, ya Alikiba eh, na Diamond ameenda kucomment baada ya kumwona binti amefanya challenge ya wimbo wake mpya kabisa Diamond ambaye ameutoa unaokwenda kwa jina la nani, na hii comment bwana imezua mijadala mingi sana huko mitandaoni. Eh, watu wakiwa wamefurahishwa kuona kwamba Diamond akiona unamsupport hata kama unafanya kazi kwa mpinzani wake kimuziki, lakini still yeye eh, pia lazima aje ku show love. Kwahiyo ni jambo ambalo kiukweli limewafurahisha na limewavutia watu wengi sana. Watu wengi sana wamempongeza Diamond Platinumz eh, kwa love ambayo ameionyesha kwa mfanyakazi wa Alikiba na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo peji mbalimbali bwana, zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano, hapa kuna peji imeandika kwamba Diamond ampa ushauri huu mfanyakazi wa Alikiba hame, baada ya binti kuuliza kwamba, je, mapenzi kazini yanaruhusiwa. Diamond kwa, amemjibu kwamba yanaruhusiwa lakini bosi asijue. Kuna page hapa ameandika wamekuja kuripoti habari wa pia wameandika wao, wameandika kwamba Diamond Platnumz amempatia ushauri huu Blessed Tila ambaye ni mfanyakazi wa redio ya Alikiba Crown Media baada ya kucheza challenge ya wimbo wake ambao unakwenda kwa jina la nani, huku akiwa ameshare uh, kwenye ofisi za redio hiyo akiwa, akiwa aki ameambatanisha na, na maneno ya kuuliza kama mapenzi ofisini yanaruhusiwa. Ngoja tucheki hapa baadhi ya komenti ambazo zimejitokeza kuhusiana na hiki ambacho kimetokea kati ya Diamond na mfanyakazi wa Alikiba wa redio hiyo ya Crown. Kuna mtu hapa amesema kwamba bwana huyo, kuhusu hayo mambo ndo vitu vyake. Kuna mtu amesema kwamba bwana Diamond kweli hanaga noma mdao <mulia> <mulia> mwingine hapa anasema kwamba bwana, na kama ni bosi ndo anataka mapenzi na mfanyakazi wake, kasi, kesi hiyo inaenda wapi? Kuna mtu amekuja kuuliza kwamba kama bosi yeye ndo analeta mapenzi na mfanyakazi je, hiyo kesi itaenda wapi? E, kwa mtu mwingine amesema kwamba bwana, mimi naona anaruka ruka tu sema e, napita wanangu. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo kuna mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana, cheni unafiki bwana huu. E, ni uchawa tu analipwa huyu binti na Diamond kufanya akalipwa binti kufanya hivyo na Diamond. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo e. kama unavyojua bwana, wabongo hawakosagi cha kuzungumza. Kwa hiyo kuna wengine wamekuja kusema hivyo ya so, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu tuwekee maoni yako katika comment section. Eh, unalizungumziaje swala zima la Diamond kushow love kwa mfanyakazi wa Alikiba baada ya mfanyakazi huyo wa Alikiba na yeye pia kushow love kwa Diamond Platnumz baada ya kufanya challenge ya wimbo wake mpya kabisa ambao unakwenda kwa jina la nani na Diamond kwenda ku comment? Hebu tuekee maoni yako na wewe pia katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na ku replay kila comment ambayo utakuwa tunaiona, lakini pia vilevile hakikisha vile tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kuliki, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update